Kituo cha Igadi cha utabiri wa matumizi ya tabia nchi kimewakutanisha wawakilishi kutoka huduma za hali ya hewa na maji, mashirika ya jamii, waandishi wa habari, sekta binafsi, na wadau mbalimbali kutoka Kenya, Burundi, Rwanda na Tanzania, wakilenga kuwaweka pamoja na kuwawezesha katika kutekeleza shughuli za hali ya hewa. Igadi nafanya kazi kama jumuiya ya kiuchumi ya kikanda inayosaidia kuratibu masuala mbalimbali kama ukame, mabadiliko ya tabia nchi uhamishaji wa, wa watu wamepata changamoto za namna hiyo. Na kwa Afrika Mashariki takriban asilimia tisini ya majanga husababishwa na hatari za hali ya hewa na tabianchi, jambo linalofanya eneo hili kwa miongoni mwa maeneo yaliyo hatarini zaidi kukumbwa na matukio makubwa. Katika kaunti ya Nakuru, mji wa Naivasha, wadau hao wanakutanishwa hapa chini ya mwavuli programu ya Wiza Afrika inayofadhiliwa na jumuiya ya madola na maendeleo ya Uingereza. Afisa mwandamizi ICPAC ambaye ni mtaalamu anayesimamia nchi kumi na moja Afrika anayeangalia matumizi ya taarifa ya hali ya hewa Collision Lore amesema kwa sasa watu wanapokea taarifa za hali ya hewa lakini hawazitumii inavyotakiwa kwa kutoamini au kuamini, hivyo ametoa wito kwa wadau wote kushirikiana katika kuzifikisha taarifa hizo kwa kuisaidia jamii. Ni muhimu sana washikadau wote wafanye kazi kwa pamoja. Kule kupokea taarifa za hali ya hewa si kamilifu, ni vile watu watakavyotumia habari hizo. Kwa sasa hivi watu wanapokea habari hizo, walakini hawazitumii vile inavyotakiwa kwa sababu aidha hawaziamini au ikiwa wanaziamini kwamba hawaoni kama inaweza kuwadhuru au kufanya vile inavyosemekana. Kwa hiyo ni muhimu sana tukifanya kazi pamoja kama washikadau wote, tunaweza kufanya kama wananchi wetu wale wa, watumiaji wa mambo ya hali ya hewa wanaweza wakaona umuhimu wa kuweza kutekeleza yale maagizo, sababu bila hiyo inakuwa kwamba hali ya hewa habari hiyo inakuwa haina maana ikiwa haikutumika kusaidia wananchi na wale washikadau wengine kuimarisha maisha yao na kuzuia hatari na majanga ambao yanaweza kutukumba wakati wote. Tatizo kubwa linalotukumba kwa sasa ni kwamba tunapeana habari hizi za hali ya hewa kutokana na kama TMA, Tanzania Meteorological Authority inapeana habari za hali ya hewa, walakin kule kutumika kwake haswa katika ngazi za mashinani ambapo inahitajika mno, haitumiki vile ipasavyo kwa sababu bado wananchi ba, washikadau katika, katika ngazi hizo bado hawajapata ile kuelewa kikamilifu vile wanaweza kutumia habari hizi na vile zinaweza kuwanufaisha punde watakapopata uh, kuelewa hivyo, basi mambo yatabadilika. Na sasa sisi hapa katika shughuli yetu ni kuhakikisha kwamba tunajaribu kufanya hivyo ili tuendelee mbele. Ni hatua ya mbali, walakini tumekwisha kuanza tayari. Meneja wa ofisi kuu ya utabiri mamlaka ya hali ya hewa Tanzania Tia mwai Dr. Kantamla Mafuru na mwai Zakaria ni wawakilishi kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania na Kenya. Wamesema kutokana na kujifunza teknolojia mpya kwenye mafunzo hayo yatasaidia kuwaongezea ujuzi katika kuchakata vizuri taarifa za hali ya hewa. Tuko Nairobi kwa takriban siku tano tukiwa katika warsha ya mashirikiano ya taasisi mbalimbali katika kuhakikisha kwamba uh, tunashirikiana tuna katika kuangalia jinsi gani taarifa kutoka mamlaka zetu za kihali ya hewa hususan hii za tabia nchi ambazo zinaweza kuathiri jamii. Sasa tunashirikiana katika taasisi mbalimbali ikiwemo taasisi binafsi, taasisi za watunga sera, waandishi wa habari ambao na kazi kubwa ya kusambaza utabiri huu ili uweze kufanywa kazi na taasisi husika ili sasa jamii iweze kuchukua hatua husika kutokana na tahadhari ambazo mamlaka za kihali ya hewa zinazitoa kwenda kwenye jamii zao. Rai yetu ni kwamba kwa sababu tunaenda kujifunza teknolojia ambazo zingine ni mpya maana yake tungeongezea ujuzi katika kuchakata mifumo ya kihali ya hewa kuweza kujua labda matukio ya hali ya hewa inaweza katokea lini, ili tuweze kutoa taarifa hizi kwa jamii na kuweza kuchukua hatua stahiki kutokana na madhara ambayo inaweza katokea. Nao baadhi ya washiriki katika hafla hiyo, akiwa mwakilishi kutoka mpango wa taifa wa kudhibiti malaria ya Tanzania, Wizara ya Afya, Dr. Sijenunu Aroni, pamoja na mwakilishi kutoka Wizara ya Maji Tanzania, Martin Omego wamesema mafunzo hayo yatawasaidia kufanya shughuli zao za kila siku kwa ufasaha kwa kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Uh, mimi kama mshiriki kutoka sekta ya afya nimejifunza ni kwa kiasi gani mabadiliko katika hali ya hewa yanaweza yakaathiri uh, uh, magonjwa mbalimbali, aidha kuongezeka kwa magonjwa au kupungua kwa magonjwa, na ni namna gani sekta ya afya ikipata habari kwa wakati juu ya mabadiliko ya hali e, ya hewa inaweza kujipanga. Kama wizara ya maji tumeshiriki katika mafunzo haya kwa sababu ni wadau wakubwa, wadau ambao tunashiriki sana kwenye mambo ya, ya mambo ya maafa, pamoja tukishikiana pamoja na TMA ambao ni mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, pia tunashirikiana na DMD ambao ni disaster Department, management kama Tanzania. Kwa hiyo kama regional sasa, au tuseme kama East Africa tumekutana hapa kujuzana hizi taarifa. Je, hizi taarifa zinalenga kitu gani kwa ajili ya maendeleo katika nchi zetu husika? Zaitu ni mkwama kutoka kaunti ya Nakuru na Ivasha, Kenya.